Moyo wangu uliumia sana nilipoona matukio na ajali za hivi karibuni. NilijutaNilijuta na kutubu kwa kutoweza kuongoza hata nafsi moja zaidi Sayuni mapema. NikifikiriNikifikiri, watu wengi wanateseka kwa sababu hatujawahubiria wote. Kwa kuwa kutakuwa na matukio na ajali nyingi wakati ujao, watu wa Mungu lazima wahubiri kwa bidii kwa kusema. Kimbilieni Sayuni upesi bila kuchelewa kabla ya kukabili maafa kama hayo. Hakuna kitu kilicho kikamilifu hapa duniani. Ajali hutokea kwa sababu watu si wakamilifu, maisha hayana hakika na hakuna kilicho kamili. Hadi tutakapofikia ufalme wa ukamilifu wa mbinguni, lazima tuwe waangalifu, tukae macho na tuwamshe ulimwengu kwa maneno ya uzima. Upendo ni kuleta hata mtu mmoja zaidi kwa haraka Sayuni ambapo Mungu yuko pamoja nasi. Hebu tutoe moyo, akili na nguvu zetu kuhubiri kwa bidii maneno ya agano jipya na kuongoza roho nyingi Sayuni. Hebu tuhubiri injili kwa bidii ili wengine pia waweze kujionea furaha ya kwenda katika ufalme wa mbinguni. Ulimwengu uko katika machafuko kutokana na matukio mbalimbali yanayotokana na kushindwa kufikia upatanifu na umoja, lakini Sayuni pekee ndiyo yenye amani. Kanisa la Mungu limeanzishwa kote ulimwenguni. Na ninaamini kwamba kazi ya injili imeletwa kwenye hatua hii kwa mafanikio kwa sababu waumini wameishi kwa upatanifu na umoja kulingana na maneno ya Baba ya kupendana na kufikiriana. Asanteni kwa kufanya kazi kwa bidii kwa moyo wenye upendo. Upendo huu unatoka kwa Mungu. Kama watoto wa Mungu ambao mmejifunza kutoka kwa Mungu, mlisaidiana bila kubishana juu ya kilicho changu au chako. Nadhani hii ndiyo sababu makanisa mengi na manabii wengi wameanzishwa kote ulimwenguni hadi leo. Baba alisema, mheshimiane kwa heshima ya juu katika upendo na ishini kwa amani ninyi kwa ninyi. Mahali ambapo hapana amani, migawanyiko, ugomvi na migogoro lazima itokee. Kunapokuwa na upatanifu, kila kitu lazima kiende vyema kwa sababu tunasaidiana. Ni bora kufanya kazi pamoja kuliko peke yako na hata bora kufanya kazi watatu watatu kuliko wawili wawili. Ndiyo maana Baba alitushauri tufuatie amani ambayo ndiyo njia bora ya kustawi kwa injili. Mkiwa na amani ninyi kwa ninyi, mnahitaji pia kusali kwa Mungu. Ni lazima msali bila kukoma, ili kwamba furaha hii isiondolewe kutoka kwenu. Mnaposali, Mungu anawasaidia na hufanya mambo yaende vizuri. Mnapaswa pia kutoa shukrani. Haya ni mapenzi ya Mungu. Mnapotenda kulingana na mapenzi ya Mungu, mtapokea baraka nyingi. Jitahidini sana katika imani yenu kuongeza wema na katika wema maarifa. Katika maarifa kiasi, katika kiasi saburi, katika saburi utaua. Katika utaua upendano wa ndugu na katika upendano wa ndugu upendo. Hebu tuliweke neno hili katika vitendo kama tulivyoelekezwa. Ili kuwaokoa wanadamu, Mungu ambaye angeweza kutoa amri kutoka wadhifa wa juu, alijinyenyekeza kama mtumishi. Siku zote akijishusha na kuinamisha kichwa chake kuwatumikia waumini. Imeandikwa, yeyote ajishushaye atakwezwa. Ni vizuri kukwezwa mbinguni, lakini kuwa na kiburi kwa kukwezwa duniani kutasababisha anguko lako Kudumisha moyo wa unyenyekevu wa kuwatumikia wengine katika dunia hii, hamtaanguka bali badala yake mtakwezwa milele katika ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa Mungu ametufundisha kwa undani jinsi ya kukwezwa mbinguni, hebu siku zote tuwatumikie waumini kwa unyenyekevu. Hebu tuungane katika kuhubiri kwa bidii. Njoni Sayuni upesi ambapo mnaweza kuepuka maafa na kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni ili kwamba watu wengi waweze kuufikia ufalme wa mbinguni ambapo hakuna ajali. Ninatumaini kwamba watoto wa Sayuni watafanya yale yanayompendeza Baba na kuhimiza kuja kwa ufalme wa mbinguni.